Inakuwaje mwana mkelechi? Poa sana bro. Leo nimeamua niwafate mpaka Mtwapa na hii challenge sijui kama uko tayari ama? Niko tayari kaka, end time, end day, niko sawa, nanza baye ra kwanza shenji racho mwalani. Enda rinjini na tawe. Enda rinjini. Aya kuro bwiri. Karambiru hacha. mwana msikizi kambirwa di ah. kambirwa mwana oh, msikizi <coughs> ah. kambirwa di na ah. ah, mwana mokoli hiyo <coughs> <coughs> hiyo simanya hiyo kumanya dasa ah. eno elipule unda yala jeri bekendashindayo Jaribuni ah, mjine hizi ni shinda elfu tayari nani yana? babu ncho babu. uh, uh, uh, Kuro bwere. Kuro bwere. Karamiru hacha. Haya, chanjiracho mwalani. Chanjiracho mwalani. Mkale tayari nacho. Ha? Mkale tayari nacho. A-a, chanjiracho mwalani. Si haramu. Si haramu. Akutesaye. si akutesaye uniye akutesa akutesa wako wadamu mwenye baunaye <laughs> akutesaeni akuhenzae ichae asainelifu londehala we bado manga igo bado bado ukosa mairi ae rinjine majembe gashikala ngwenga. kagari cha kugongana gago sawa eh. sasa ugago <laughs> mama gachereko <laughs>

ilamriango nafungu oye mwana mokoli mwanamokoli kambirwa di ama ni mwanamsingizi mvoya tsoka katsokawahowa ya mwana wahowa ya mwana mwanahii anausingizi huyo mtoto ama amaye mwongozi hiyo hoa sasa hiyo mtoto sindo anasinzia howa howa ha, ya mwana kaihenderwa matumia cha mwenye hakina utana hozo hozo mm. Hozo sini hozo ni, ni, ni msukule ule ni msukule. Sasa undamweleza zee uchamba hozo hapo sasa nempiga chenga hozo si lazima ridenenyue oh. asokosamairupata mwanga eh. Uchisagala vii msagala foro, ujifya mwenye. Msagala vii uzifya mwenye. Yaani kika vibaya ni tuputupu ah, hangradu... si sindio hiyo? uzifya mwenye. Aa, mnasemaje hapo kwake? Unazikanya mwenye. Sasa laundapata ino elfu taikosa hiyo, changira cho mwalani ag sihii akigiria nasema Eh, ni habiri ya hangira mvururo hambola mvururo hangira mvururo ama si hiyo uh -uh. Cho mwalani ah, nipe jibu hmm. Si haramu oh nakosa hmm. Zote na, na hii <laughs> hi challenge yenu sawa mwanao, so, sawa yeah. Nimekosa tayari.